Unakuta vijana wako makanisani, maisha wanayoishi yako nje ya agano la Bwana, wanasema nitatubu, nitatubu, nitatubu. Utatubu ni sawa, utatubu lakini, ole wako mwana wa Adamu, arudi bado hujatubu. Hapo ndo kilio cha kushaga meno kitatokea kwa watu wengi hapo ndo kilio cha kushaga meno kitatokea kwa watu wengi. Una nafasi bado, una nafasi kabla huduma yako haijatolewa Mwingine anasema mbona ninaimba vizuri, mbona ninatumika vizuri, na Mungu ananitumia watu wanapona. E, sikiliza nikwambie, neno la Mungu anasema kwamba kuna watu watasema Bwana, Bwana, tulitoa kwa, kwa jina lako tulitoa mapepo kwa jina lako tuliombea wagonjwa wakapona kwa jina lako. Lakini anasema kwamba ondokeni kwangu, siwajui, siwajui, siwajui. kipawa au karama ambayo Mungu amekupa anaweza sikunyang'anye, ukabaki nayo, lakini maisha yako hayana faida. Hiyo karama haina maana kama uko nje ya agano. Karama na kipawa kizuri chonacho hakina maana kama uko nje ya agano, hakina maana, hakina faida, hakina faida. Una nafasi leo hii kijana kijana mwenzangu, popote ulipo, unafuatilia kipindi hiki, Mungu bado amekupa nafasi ya kutengeneza. Una nafasi ya kurudi kwenye agano, una nafasi ya kurudi kwenye agano. Na leo hii mwenye kukusukuma kurudi kwenye agano ni wewe mwenyewe, sio kama mwanzo mpaka kuani atumike kumwomba Mungu baba wasamee. Leo hii ni uamuzi wako mwenyewe kutoka ndani ya moyo wako kwa sababu kuna wengi leo hii wanaenda kwa watumishi: mtumishi, naomba unipatanishe na Mungu, anasema kwa kinywa chake, lakini moyoni mwake hayuko tayari. Ataombewa hapo sala atoba, hata, ataombewa msamaha hapo, ataombewa na mtumishi, lakini kesho anarudi kwenye dhambi, kesho anarudi kule kule. Kwa sababu gani? Maamuzi ya kuwa ya kuingia kwenye agano ni ya kwako. Yesu baada ya kuja Yesu na kufanyika agano la milele kupitia damu yake mwanadamu amepata uhuru wa kusogea mbele za Bwana, amepata uhuru wa kujiungamanisha kwenye agano kupitia yeye. Uamzi wake, uamzi wake, uamzi wake. Ndio maana mtu alazimishi kuokoka, mtu alazimishi kuokoka, alazimishwi. Ni uamzi wako leo hii ya kwamba niingie kwenye agano au nisingie Hakuna mchungaji, hakuna mtu ambaye anaweza akatumika kukuingiza kwenye agano, ni damu ya Yesu pekee, pale utakapoamua. Pale utakapoamua, na wewe ambaye hujaokoka, tambua ya kwamba unamhitaji Yesu. Unamhitaji Yesu katika maisha yako unaefuatilia kipindi hiki na bado jamkili Yesu kuwa Bwana na wakozi wako, na kwambia saa inakuja. Leo hii bado muda una nafasi una wakati zahii, unamhitaji Yesu, unahitaji kuingia kwenye agano ili uweze kufanikiwa ili uweze kupata ahadi ambazo Bwana ameahidia. Tofauti na hapo, utaingia kwenye maagano mengine ya kipepo ya kichawi. Leo hii wengine wako na magano ya mizimu huko ili waweze kufanikiwa maisha yao yawe, yawe salama na wakijua wako salama sasa, na wasijue ya kwamba wanakoelekea siko. Unaweza wakijiona ya kwamba umeweka agano na mizimu, umeweka agano na shetani, umeweka agano na wakanga huko, ukajiona huko salama. Ni kweli utafanikiwa, shetani ana uwezo wote. Pamoja na kuwa shetani aliasi, lakini Mungu hajamnyang'anya shetani mamlaka aliyokuwa nayo. Mungu hajamnyang'anya haja, haja shetani uwezo aliompa. Mungu akikupa kitu akunyang'anya, hata ufanye kosa gani akunyang'anya, utabaki nacho kama kilivyo. Bwana Yesu asiwe sana, utabaki nacho kama kilivyo, ila kama hutakifanyia kazi kitadumaa, kita au kitanyamaza. Ndio maana shetani mpaka leo ana nguvu. Mungu alikuwa na uwezo wa kumnyang'anya shetani nguvu zote alikuwa na uwezo huo, lakini kwa nini amemwachia? Kwa sababu Mungu sio kama, kama mizimu. Mungu sio kama nini, sio kama mizimu. Neno lake likishuka kwa ajili yake likakuhudumia, halitamrudia yeye tena.